Nakala halisi imetufikia asubuhi hii ya Mzalendo, ambapo hapo ukurasa mbele kabisa imezungumzia e, kuhusiana na JPM. Huyu ni rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Acheni nichape kazi, ndio kauli iliyoandikwa hapa, anaonyesha amesema yeye na habari, kisha tumeonyesha akiangalia kituo cha mawasiliano cha polisi pale call center maarufu katika kituo cha mkoa wa Dar es Salaam wakati wa uzinduzi huo, mpango wa kuboresha e, usalama wa jamii hapo jana. Wanaooa wanafunzi kukiona, wakeketaji nao maji ya shingo, ni mzalendo nimezungumza hayo, ukurasa wa mbele. Jumapili Majira tuende mbele, linazungumza kwamba. Uh, Magufuli ampa IGP kazi nzito, ashtushwa na kasi ya matukio ya ujambazi, aagiza wasakwe kunyang'anya silaha. Ni ukurasa wa mbele ukizungumza hayo Majira. Mji wa tunduma utakuwa kama Dubai, ameasemayo amesemaorc Uh, na serikali aserikaliya yazuia mwingili kuuzia wagonjwa chakula waagize itoe elimu yazungumzia ugonjwa wa ajabu wa ipo habari kubwa li ukurasa huwa mbele Majira Jumapili. Uh, Jambo Leo linasema ukata huu ni wa mpito, ameyasema hayo waziri. Fikra zikizuiwa leo zinatoka kama mafuriko, haya Mbatia umeziba mdomo mimi naziba masikio. Jamboleo, ziwa, ni ukurasa wa mbele. Jambo leo nimezungumza hilo. Magufuli anasema msimu hukumu sasa, niacheni acheni. Awajuza polisi kunyang'anya silaha majambazi. Algeria kamili Zambia ya kundi la kifo ni, uh, michuano ya kufuzu kwenda Russia iko hapa, ukurasa wa mbele. Jambo kwa mtasa na utafuta ukini nyumba kwa nyumba wazua mjadala, ndio wapi imekuja hivyo. Jambo leo, Tanzania daima, sauti yake nyingi. Ni rais umemshinda Magufuli, amesema hayo lisu angaza tafute kazi nyingine. na polisi kazi kwenu, waagiza kushirikia kuhudhurika na watakaofanya mikutano ya kisiasa, ukurasa wa mbele. Tanzania daima sauti ya watu mezunguza haya. Zanzibar Leo Jumapili leo ikiwa ni Ramadhani ya 20 wenyewe wasema ya 19, bila shaka type ngero. Ah, Dr Magufuli anasema tutawabana wahalifu kila kona, ashangaa ah, majambazi kuteka kituo cha polisi, ni ukurasa huu mbele, wa mbele. Zanzibar Leo ndio habari kubwa Jela miaka 30 kwa kubaka mwanafunzi, wafanyakazi wavivu wa timu watimuliwa Oman, ni ukurasa mbele mbele. Zanzibar Leo ndio limekuja hivyo, na Nipashe Jumapili ni yenyewe nikisema polisi wavi, wajivika vitanzi vitatu kwa Magufuli, mamea wote wa vyama vinavyounda ukawa wakacha hafra na kumshangaa Magufuli, mwenyewe ahoji sababu za ja kuingia kwao mitini, ipo ukurasa wa mbele. Maajabu tisa ya supu ya pweza ndoa yapo hapa ukurasa wa mbele. Hebu tafute Nipashe utayapata. Jumapili awaambia ni aibu kupokonywa silaha, awaahidi neema na vifaa vya doria. Watendaji serikalini kikwazo miradi ya PPP. Magufuli sasa awaandaa polisi awataka wadhibiti utakaomchelewesha kutimiza ahadi zake, akishia kuwapeleka IGP Mangu na wenzake wakabanguliwe na majambazi haya. Ile Uingereza yatibua nyongo euro iko hapa kujiondoa katika euro iko hapa swaiba. So, wa loasa aiponda ukawa ni fikira yakilifu Mtanzania hilo haya. Guardian on Sunday, ukurasa wa mbele kubwa, likizungumzia yale yale katika uzinduzi wa maboresho ya jeshi la polisi ni Magufuli eh, awabana polisi, awaambia polisi wamebweteka, awakemea eh, amebweteka jamani. Na pia kuna makala ndefu kuhusiana na matumizi ya kondomu za kike ambayo inaweza kungazi ya familia kuvunja uh, familia ipo katika ukurasa huu uh, wa meli na Sunday News wenyewe likizungumzia nendeni, ne, ne, mkapambane na uhalifu. Ame, na awaambia viongozi wa ngazi ya juu ya jeshi la polisi viongozi <laughs> e, Sunday News ukurasa wa mbele amesemayo uh, rais wa John Pombe Magufuli katika jana mzinduzi wa jeshi la polisi kigeuza. Sasa magazeti haya nikianzia na hili la Sunday News, uh, ukurasa wa michezo kubwa Uh, likizungumzia eh, kuhusiana na eh, Serengeti Boys eh, leo macho yao wakipambana katika kuru, kuru, kuru, kuingia katika mashindano ya chini ya miaka 17 ya Afcon. Basi ndio kubwa hilo eh, na Guardian lenyewe likizungumzia vile vile mechi hiyo ya vijana wa Serengeti Boys leo wakipambana na Seychelles katika michuano hiyo ya Afcon kufuzu ile Eh, Afro mwaka 2017 michezo ya Afrika ah, uh, chini ya miaka 17 mechi hiyo ikichezwa leo pale Taifa, ndio kubwa hilo. Tanzania likizungumzia kuhusiana na uh, Yanga ile kujumuiya mechi hiyo ya leo, ndio kubwa bali, kubwa ni vile vile ya Yanga pia na Serengeti Boys, wimbo ushindi leo. Majira habari leo limezungumza hayo yale yale, na Nipashe pia, vingine tofauti hapo. Ufaransa uso kwa uso na Ireland leo

kuiona mechi yao ni elfu saba tu, na ile sherisheri mchecheto kibao kwa Serengeti Boys, ni kati ya habari ya michezo eh, Majira hilo e, na Mzalendo lenyewe limekuja ile ya Serengeti Boys leo kuivaa sherisheri, kocha tamba kuibuka na ushindi, kati ya habari hizo za michezo. Nikienda nikiendelea mbele katika magazeti pendwa ya michezo na burudani, Dimba lenyewe likizungumzia kesi ruksa kuivaa TP Mazembe. Ee, wakuchungwa tipi Mazembe hawa hapa wameonyeshwa, na nikidusa nyuma kama zali vile Ronaldo apika bao muhimu kuipeleka reno robo fainali bumba, kwa ufupi hivyo. Letera yenyewe lenyewe likimezungumzia uh, ukurasa wa mbele, kesi ruksa Yanga, kafu yaitumia leseni yake, da aanze kazi kuwavaa Mazembe, ukurasa wa mbele nyuma letera linasema mbona ndo yetu, amesema hayo atu. Ronaldo, Messi wanategemeana, Ancelotti amesema hayo.